Kipaumbele muhimu cha serikali ya awamu ya nane katika kipindi chake cha pili ni kuendelea kudumisha amani, umoja, mshikamano, mshikamano kama msingi mkuu wa maendeleo nchini. Ni dhamira yangu kuzidi kuwaunganisha wananchi wa Zanzibar kuwa wamoja bila ya kujali rangi, imani za kidini, jinsia, asili ya mtu au itikadi ya kisiasa jambo ambalo litazingatiwa katika uteuzi wa viongozi na watendaji katika utumishi wa umma pamoja na kuwapatia fursa mbalimbali wananchi wote na kuhakikisha wanafaidika na huduma za serikali kwa misingi ya usawa. Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia kuwa ukuaji uchumi ni chachu ya kuleta maendeleo endelevu na ustawi wa wananchi, serikali katika kipindi hiki cha pili cha awamu ya nane itahakikisha ukuaji wa uchumi unafungamana na uimara wa sekta za uzalishaji, uwepo kwa fursa za uwekezaji, upatikanaji wa mitaji na ushirikishwaji wa sekta binafsi. Katika kufikia dhamira hii, serikali itaendelea kuimarisha hali ya uchumi kwa kuchukua hatua mbalimbali, zikiwemo kuwajengea mazingira ya wezeshi wananchi wanaoishi kwa kipato cha chini, ili kuwawezesha kujikimu kwa huduma za msingi pamoja na, na mambo mengine. Serikali itachukua hatua za kudhibiti mfumuko wa bei kuwa chini asilimia tano kwa mwaka, kuongeza kuongoza kuongeza ukuaji wa pato la taifa kutoka asilimia saba hadi kufikia asilimia kumi kwa mwaka, kuzalisha fursa mpya za ajira laki tatu na nusu na kuongeza kipato cha mwananchi kutoka dola za Kimarekani 1241 sawa na shilingi milioni 3.2 hadi dola za Kimarekani 1880 sawa na shilingi milioni. Mheshimiwa Spika, serikali itaongeza usimamizi wa sera za uchumi, fedha na mapato kwa kuimarisha mifumo ya kifedha na upatikanaji wa mitaji ili kuimarisha uwekezaji na kuongeza ukusanyaji wa mapato ya serikali. Tutafanya mapitio ya sera na sheria zinazosimamia fedha ili kuboresha huduma za fedha. Tutaimarisha ushirikiano na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika usimamizi wa sera za fedha na kodi kwa kuzingatia mazingira maalum ya Zanzibar. Tutaimarisha na kusimamia upatikanaji wa mikopo ya masharti nafuu kwa wajasiriamali na vikundi vya kijamii. Tutaboresha upatikanaji wa huduma za kibenki kwa wananchi wa mijini na vijijini pamoja na kuimarisha matumizi ya mifumo ya kidijitali katika utoaji wa huduma za kifedha ili kupunguza matumizi ya fedha taslimu. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua umuhimu wa sekta binafsi katika kuimarisha ukuaji wa uchumi na ustawi wa jamii. Hivyo serikali imedhamiria kuleta maendeleo ya nchi na wananchi kwa kuzidi kuimarisha mazingira ya biashara na kuhamasisha uwekezaji kwa kuimarisha ushirikiano na sekta binafsi ilikuwa na uchumi shirikishi. Serikali Sh. itaweka mazingira rafiki kwa sekta binafsi kwa kupunguza urasimu na kuweka vivutio vya uwekezaji. kuimarisha ushirikiano kupitia ubia wa sekta ya umma na sekta binafsi, kutoa fursa kwa wajasiriamali kupitia mafunzo, mikopo nafuu na kuimarisha miundombinu ya masoko, kuhamasisha uwekezaji katika ubunifu na teknolojia za kisasa, Kuendeleza sekta za kilimo, viwanda na huduma na kuweka mazingira ya kubaini fursa za ajira, hususan kwa vijana na wanawake kupitia miradi ya maendeleo, ujasiriamali na kufanya ya uwekezaji katika viwanda vinavyoendeleza